Na na na fresh fresh tu, mwanangu. Mbona si simple, ni fresh kivipi? Afu si unajua tena, tunapiga piga picha kidogo hapa za ukumbusho. kwa kwa kwa kwa kwa bibi kausha, mwanangu ujue. Mwanangu, ukuhusu, ujue. Mwanangu, ujue. Mwanangu, ujue. kuangalia kila kila muda muda Unazingua kinoma noma, nina mchumba mwanangu. Kamba, nani sitaki nikuone kabisa, yani. Umenielewa, sio kipanda hicho mwanangu? Afu si mwanangu wewe. Sasa maisha gani hapa dharau, ndugu yangu, nakuja na nikunja kunja tu mbele ya mchumba. Yaani, kama unijui yani. Ah, coach, kuna baridi picha picha, si ndio? Uvimbe naye kitaa nini, ile sifa sifa, si unajua zile. Wasifagilie mwanangu, ujinga. Wavunga kabisa, yani. Jamani, kwani mnachogombea kitu gani hapa? Sisi tunapiga picha tu za kawaida. Kiajabu kipi kilichokufanya? Wakausha. Wakwisa.

kuspendi kabisa. Baridi. kwa kwa kwa unakuja mbele ya mchumba na kwa basi. Hiyo si si ndio? ndio? Mimi bwanako Asante. Kwisa. Baridi mwana. Fresh mwana. Hamna noma. Nikatae bwana. Nataka vipi tukataane bwana? Kwani ndo baasha yako au vipi? Baasha yangu wapi? Mimi sina mahusiano naye. Tuna watu wengine tofauti, anakuwa na mawivu mawivu ya ajabu. Ndio mimi mwanangu huyo, afu mimi yani, mimi sijagombana naye hata siku moja, lakini siwezi kutegemea hata kama kama nitampiga. Sasa naye kwa kwa kidogo ndo kwa mkofi kama ule jamani. Sasa anakuja hapa vipengele hapo, ananiletea vidharau yani, siwezi kutegemea hata kama nitampiga wewe. Anajua labda mimi mimi ni, ba, ni, ni baasha yako au vipi yani.

Basha, utendelea kutesa mwana wako hivyo mpaka lini? Mi mbona wala si umii. Mi niko sawa tu, hali ya kawaida. Sawa, lakini mi najua kila kitu kinakiendelea. Hii hali naiona hapa sio kawaida kabisa. Mi kama swala la kupenda ni kirafiki tu na wala sio mapenzi, urafiki urafiki ambao unakufanya mpaka naye pia unagombana na marafiki zako, sio kipi kilichokufanya ukafanya fujo pale? Aliakuwa umetukuta kwenye pozi za kawaida tu, tunapiga picha. Unajisaulisha si ndio, chana? Kwa hiyo umesahau kama tumekuwa pamoja? Umesahau kama tumelelewa pamoja, si ndio? Mimi furaha yangu kuona unaishi vizuri, mimi furaha yangu kuona wewe unapata mwanamume aliyekuwa bora na kuposa hii, na wala sio wamtatamo waeleweki takunielewa ukiendelea kufanya moyo wako kuwa kichaka, mpaka lini? Kwa hiyo uko tayari kuficha kitu ambacho kinakuumiza wewe mwenyewe, sio sawa. Mimi ni rafiki yako wa kawaida, ila mimi naona arisi ya kawaida kabisa. Mimi nakupenda, neno lenye herufi chache sana na ni rahisi kulitamka kama ukiamua, ila ukiendelea kulihifadhi kwenye moyo wako, basi muda utakapokuja kulitamka utakuwa umeshapita. Hey, mambo vipi? Poa mzima. Mzima. Mzima. Ah, ah, fresh kabisa. Kabisa. Nimerudi ah, kama na wiki moja hivi nipo, kweli jamani. Unajua safari uchovu ni inahitaji muda wa kupumzika. Kwa hiyo nilikuwa nimepumzika ama siku mbili tatu hivi nyumbani, leo ndio natoka leo. Natoka na ingia ingia mtaani kuangalia shikaji. Sawa, so hivyo. Vipi lakini kwema? Kwema. <inaudible> Alafu pia nilikuwa na shida na wewe. Nilikuwa nizunienda hivi kwa kwa Jose alafu nije kwenu, kwa sababu nina shida na wewe. Mhm. Shidangu ilikuwa hivi vipi? Kuna kitu naomba unisaidie. Kitu gani? Shidangu, mimi unajua jinsi gani napompenda Chami. Nampenda na mm -hmm. muhitaji mm -hmm. sana. Mimi na hisia naye za mapenzi. Nitatoa gharama yote unayohitaji ili mimi niwe naye. Naomba unisaidie. Mm -hmm. Kiasi chochote unachokihitaji mimi nitakupa ili tu mimi niwe naye. Sawa, naweza nikakusaidia vipi kuhusu nini? Kuhusu wewe ukifanikisha hili, mambo yatakuwa sawa kwa sababu mm -mm. Kila mwamba ngoma huvutia kwako. Leo ni nikikwambia wewe na Chama, afu mimi nakaa pembeni nalia, inawezekana. Nakuahidi mimi nikiwa na, na, na bichana, kila kitu kitakuwa sawa upande wako na utafurahi. Ah, sawa. Ah, asante. Nashukuru. Asaidiasante nashukuru. <laughs> Selina, hmm, yani una tabia mbaya kwa hiyo jesi kundanganya wanawake nini? Amna ah, ndugu wangu, kazi nyingi, bize nyingi. Sema mimi hajalita hilo. Eh, <laughs> kicho nileta ndugu <lubeyawa. laughs> yangu nimekutana na Dii. Dii karudi sina taarifa Ai. Nimekutana naye Dii <laughs> nilipokutana naye sasa, ananambiaje? Naenda kaambie chami, mimi nampenda tena, ni modi na pesa za kutosha. Yani kasema kila unachokitaka anakupatia wewe, tena kukubali kwako. <laughs> hivi aliusikia mwanaume anapenda kwa pesa nani? Kwa nini? mara ngapi kanifuata, nishamwambia unajua, yule mkaka sio mwelewe. Afu Selina, unajua shoga yangu, unamoa pekee yako. Mimi najua wazi kwamba kule mwanaume unampenda sana, tena unampenda kutoka moyoni mwako. Kwa nini usipambane penzi lako eh? Leo hii unakuja kunipambania mimi katika mtu ambaye unampenda kweli? Yaani mimi kifupi, hata kama aje na begi la hela ninabuhuzika huko mgongoni, sina mpango naye, kwa sababu moyo wangu haumhitaji yeye. Yupo mtu ambaye nampenda, so yeye kweli eh.

pimbsg s <laughs> <laughs> Kwanza mi nikupepole tena nikupepole sana, ndugu yangu. Uedemu wako ambaye we unamfagilia ndo unamwona kama ndo kila kitu yani, mpaka nataka kuvunja undugu wetu mi na wewe. Yaani yeye ndo anataka kufanya kwamba mimi na wewe undugu wetu ukate kamba. Yupo chini hapo kalala, sema sema jinsi alivyolala lala na una kama hatu kuja kuamka tena, vile una mzungumzia chama au nani?

Ndio, ipo ipo ipo, mazingira gani? Hasa ni kuelekeza alipolala. Ndugu yangu we, daktari au nani au ndio mtu wa huduma ya kwanza, au unaenda kufanya nini yani? Sema sio kesi, ndugu yangu, nisikupe mawazo sana. Unajua ule kalala sehemu gani? Muone ile road ile. Ndio. Ukinyosha, ukikunja kona tunakutana na road kubwa. Ndiyo. Kwa hapa sasa, kuna kitu cha boda boda. Kwa hapa pembeni hapa utamkuta kalala mwanangu. Basuka, mchukuka, mlaze ndani. Chami. Chami. Chami. Chami. Chami. Chami, mama unisikilize, mama, najua najuemundoka, Chami, lakini nilikuwa kupenda sana Chami, ni mwanamke amba likwena kupenda sana katika maisha yangu Chami. Chami. Chami. Chami. Chami. Ongea basi tena la mwisho, Chami, Chami mama, ndio mondoka, Chami. Chami, mimi nilikuwa nakupenda mama. A, Chami mama, naomba uzungumze basi, Chami, Chami.